Utanipigia kama mosmana niko na ugo, ni ugonjwa sio siasa. So tuangalie ugonjwa na siasa tuweke kando. Kwa wale walinisaidia, asanteni sana, mtoto wangu kwa sahi anaendelea vizuri. So kama ulikuwa nayo ukanitumia, asante. Na kama ulikuwa nayo <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> na ukakataa <laughs> kusaidia mtoto wangu, o kabla nikwambie kitu baya <laughs> namba yangu ni 0707 02 08 18 07 07 02 18, na ukikataa utuma na uko nayo mahali unafanya kazi. Namba ni 07 07 02 08 apakaboro apakaboro kwetu 8. Ninasema kama ulikuwa nayo na umekataa kunitumia mali popote penye unafanya kazi au kitu ipotee, kitu kama umbwa. Na niwacha ama niseme sema, niwacha ama niseme, hii ni kitu cool, serious sio kitu ya jokes, niko serious. Mtu wangu ni mgonjwa, hii sio kitu ya TikTok, iko serious. So, wa, kama ulikuwa nao umekataa kunitumia, mahali unafanya kazi kiti potee, wazunguke wazunguke wazunguke na weojaiba <laughs> <laughs> na wakuwekee tu, sio <laughs> mtu mwingine, ni mtoto wangu naingia kwa mada direct. <laughs> Sasa ilisa jana tunangoja ngoja 20. Sasa niisa jana, Mr. Speaker, Raila Muludinga aliungana na Moi akaungana na Kibaki akaungana na Uhuru na na juzi tui 2022 Riga, rigabi, William Ruto William Ruto akambia Rigathi Gachagua, kazi yako ni kuchunga Raila Amolo Odinga. Gachagua akasema Ruto ni wa chera, dila, eh. Na, ni ongezo, uniongeze security sasa sosaa, ah, Rigathi Gachagua akasema mimi kazi yangu ni kuchunga Raila Amolo Odinga. Wacha nikucheke <laughs>